Asante sana, mimi ni Joseph Asamba kutoka Kenya, na sisi kama Wakenya bado tunafuatilia wenzetu venye wanaendelea kule Tanzania, kwa sababu kule Tanzania hawa ni mandugu zetu na madada zetu, na lazima tuwajulie hali. Na mimi nataka kuwauliza kwamba on Tuesday tarehe tisa next week on Tuesday, tuko tayari na tumejipanga, tunataka tuwa, tuwasaidie. We shall be pushing you, tutakuwa tunawaokolea kwa mambo ya maandamano ambayo mumepanga iko Tanzania tarehe tisa, lazima hiyo maandamano lazima nchi ya Tanzania, it, it should come to a stand still. Mukuwe serious na hiyo maandamano ya tarehe tisa, ndio huyu mama ajue kwamba Tanzania si yake bali Tanzania ni nchi ya Wanatanzania. Nataka niaulize eh, Mama Suluhu Hassan, nimesikia jana ukistumu mataifa eh, mengine ati tunaingilia masuala ya Tanzania. Mama, nimesikia ukisema ya kwamba ati who are you?

And you must listen to the voices of the people. Sisi kama mataifa ya, ya East Africa, tunasema ya kwamba lazima Tanzania ikae irudi kwa line yenye ilikuwa. Sababu ambayo sisi tunaingilia masuala ya Tanzania. Number one, Tanzania kuna vitu ambazo huwa, huwa tuna import kutoka Tanzania zinakuja Kenya. Tunategemeana, tunasaidiana. Wakati wewe unataka kuharibu Tanzania, unataka sisi wa Kenya tutoe mahindi wapi? Wakati wewe unataka kuharibu Tanzania, unataka maharagwe tutoke tutoe wapi? Wakati unataka kuharibu Tanzania, unataka uh, wimbi na mtama tutae wapi? Lazima tuhakikishe ya kwamba Tanzania iko na amani, kwa sababu kuna vitu ambavyo kutoa Tanzania zinakuja Kenya, na kuna vitu zinatoka Kenya zinaenda Tanzania. And that is why peace in Tanzania, it's our concern. Peace in Tanzania is a concern, uh, among all countries in East Africa. Tanzania si yako mama. Tanzania wa Kenya, watu watu wa East Africa, Tanzania wa Afrika. Hawezi kusema ya kwamba tunataka kusomea sisi. Ati, si nyinyi, mataifa mengine, hatuingiliange masuala yenu, na nyinyi mnaingilia masuala yetu, tumeingilia masuala yenu because human rights cuts across all countries, cuts across all generations. So the moment you interfere with human rights, that is the exact moment sisi tuta interfere na masuala ya Tanzania, kwa sababu binadamu wa Tanzania sio lazima na kuna binadamu wako Tanzania ni Mmalawi, kuna binadamu wako Tanzania ni Mmozambique. The all surrounding countries, kuna Mtanzania anaishi Tanzania lakini yeye ni Muusa, so lazima mataifa zingine zote zifuatilie zijue ya kwamba amani iko kwa Tanzania kwa sababu watu wao wako huko. Sisi tunajua Wakenya wako Tanzania wengi, tunajua maduka za Wakenya ziko Tanzania, tunajua biashara za Kenya ziko Tanzania, tunajua Wakenya wameoa Watanzania. Kwa hivyo ni kwa nini mimi nimeoa Mtanzania labda Ee, e, mama ama baba ya bibi yangu unamnyanyasa huko, unataka mimi nisionge? So lazima tutetee Watanzania kwa sababu tuna winda mari, tuko pamoja sisi wa Kenya na wa Tanzania, lazima tuingiliane. So lazima tuhakikisha ya kwamba mama, mama Suluhu Hassan umelinda nchi ya Tanzania vizuri, na kama mahali imefikia we toka Tanzania we, you just have to step down. Wacha kutuambia ati watu wa, wa upinzani walikataa kwenda kwa debate adijunge washinda. Sisi tuliona chenye kilifanyika Tanzania from the word go. Tuliona unachukua viongozi wa upinzani unawafungia ndani. Unachukua viongozi wa upinzani unawawekea kesi. Alafu nasema kwamba ati wakati wa kura walijitoa. Na kama walijitoa, you had powers under the constitution of Tanzania to postpone your election until the ground has been levelized so that wangekuja warudi muende kwa debate wote. Haingekuwa vizuri. Haiko vizuri. Mama Suluhu, ukubali kwenda kwa debe. Na wale viongozi wa upinzani wako inje, hatuwezi kubali mambo kama hiyo. Kwa hivyo tarehe tisa mwezi Disemba mwaka huu, ambayo ni tuzo ambayo inakuja, tunaungana mkono pamoja na watanzania wenzetu. Tunawaambia kwamba tuko nyuma yenu, mwende maandamano, kwa sababu hiyo siku ni siku kuu kule nchini Tanzania. Na kwa sababu ni siku kuu, mama huyu sio presidenti wa Tanzania mwenye ametambulika na wana Tanzania, akae kando. Wananchi wa kawaida mujipange, hiyo tarehe tisa, holiday ni yenu, ni sikukuu yenu, muhutubie taifa. Viongozi wa upinzani wahutubie taifa, wale viongozi ambao wananchi wa Tanzania wanawaamini watoke wahutubie taifa, sio mama Suluhu. Sasa mama Suluhu hasa ni akae kwa nyumba, ndiye ajue kwamba Tanzania si yake. Watanzania watoke nje wahutubia watu tarehe tisa, waandamane. They must express their democratic right, they must express their constitutional right, and they must express themselves on the matters to do with the politics in Tanzania, kwa sababu mama alikuwa anafikiria ya kwamba he will, she will dictate Tanzania for all this particular time, lakini tumegundua ya kwamba wanatanzania tukiwapatia support na sisi, wakati tumesema tunaenda kuwasaidia Tanzania tutawasaidia mpaka nyinyi mpate uhuru wenu it is like you are looking for second eh, liberation you are looking for second independence and we are ready to support Tanzanians we are Africans and Africa is our business we are Africans we will support our fellow Africans when, when Tanzania wakati inapoingiliwa kisiasa wakati Tanzania inapoingiliwa na, na, na serikali kisiasa tunajua kwamba hiyo ni njia moja kuharibu uchumi wa Tanzania Wakati uchumi wa Tanzania umeharibika, hapa sisi Kenya bado tuko kwa shida. Kwa sababu number one, tutakosa mahali pa kupaka import vitu. Number two, tutakosa mahali pa export vitu. Number three, tutapata refugees wengi sana kutoka Tanzania wanajificha hapa Kenya. Wakati hali iliharibika Rwanda 1994, wa Rwanda wengi walipotelea Kenya. Wa Rwanda wengi waliingia Uganda. Wa Rwanda wengi wakaingia Tanzania. Kwa hivyo wakati sisi tunasema ya kwamba there must be peace na tunataka tuhakikisha kwamba ile kitu ambayo ilifanyika kule Rwanda isifanyike Tanzania kwa sababu we we know know the implications, we know the consequences. Wakati mnataka kupigana na, na, na binadamu, wakati mnataka kupigana wananchi kisiasa, the consequences sio kwenu, consequences ni to the surrounding countries, and that is why as Kenyans, hatuta nyamaza. Mama Suluhu Hassan, ukisumbua wake wa Tanzania hatuta nyamaza Mama Suluhu Hassan, ukiingilia demo haki ya kidemokrasia ya wana Tanzania, lazima tutoe sauti yetu. Wewe bana unasomea sisi, wewe bana unatengeneza mkutano wako kule Tanzania, bado tunasomea sisi, tusizungumzie Tanzania? Tuta we will speak, we will talk. Hata kama utafunga wana Tanzania mikono, hata kama utafunga midomo, sisi tutaongea on their behalf and ensure that their plans are going through successfully, mpaka usimame uombe wana Tanzania msamaha. Lazima usimame Mama Suluhu Hassan uombe wanatanzania msamaha. Na mimi najua na hii inajua vizuri kabisa, hakuna hii tamu ambayo ume, umeiba hii, hutamaliza. I am very sure, Mama Suluhu Hassan hatamaliza hii second term. Hii tamu ameanza, hatamaliza. She is planning to resign. Na akiresign, anataka kuacha hiyo kiti kwa mikono za eh, eh, vice president wake ambaye ni mtu wa familia yao anataka hii uongozi iendelee kwa, kwa mambo ya familia. Mimi nauliza wana Tanzania, tarehe tisa, on Tuesday you must request for constitutional reforms in Tanzania so that this mama anaweza kuwa impeached huyu mama akiresign, watu warudi kwa debe wa Tanzania, wachague president wao, si ati mama resign alafu mtu mwingine akuje kuchukua president in the name of being the vice president. Katiba, katiba mbaya On Tuesday tarehe tisa, nataka niwapatie idea ya kwanza you must call for constitutional reforms. Na mkimbie na hiyo kitu kabisa in the whole of December, kwamba lazima mabadiliko ya kikatiba ipatikane Tanzania, ndio sasa ikuwe ni mwanzo wa haki ya kidemokrasia, ikuwe ni mwanzo wa ukurasa mpya wa kisiasa nchini Tanzania, kwa sababu tukipata katiba mpya kule Tanzania itamaanisha ya kwamba huyu mama mwenye anawatesa huyu hata taamu yake inaweza isha in the next one year ama waitisha uchaguzi mwingine on a levelized ground, kila mwanasiasa aingie kwa debe na huyu mama, ndio Watanzania wachague president wao. Tujue kwamba president wa Tanzania amechaguliwa kihaki na kidemokrasia ya Watanzania na kwa mujibu wa katiba ambayo itakuwepo, kwa sababu hii katiba imepatia huyu mama kiburi sana. Hii katiba ndiyo inapatia huyu mama shida Watanzania mnapitia shida kwa sababu katiba yenu ni mbaya. Mimi nawaomba waomba tarehe tisa endeni muitishe mabadiliko ya kikatiba nchini Tanzania. Ndiyo sasa wakati mtakaa chini mzungumze mambo ya katiba, kura ya muitishe kura in the next one year. Ndiyo kila mtu sasa Tanzania kwa safi. Na huyu mama lazima asimame aombe wana Tanzania msamaha kwa sababu kuua watu more than 20,000. That is a whole constituency. Bwana, hiyo mambo mama asi, asiweke asi mzaha mzaha asitusomee sisi we are beyond that. Wacha kusomea mataifa ambayo inakuzingira kuzingira. Wacha kusomea mataifa za kigeni ambayo zinaona kila kitu ambacho kinafanyika Tanzania. Umengandamiza wa Tanzania they cannot speak for themselves and therefore we are here to speak on on behalf of the people of Tanzania. Hatutawaacha, wewe unanyanyasa wana Tanzania na unataka sisi tunyamaze pande hii, ndio upate nguvu zaidi. Tu, wewe tutatoa sauti, tutapaza sauti mpaka chenye tunataka kifanyike kule Tanzania. Wewe ni mama mkumbafu aje mpaka hata unaona vijana wadogo wadogo saa hii, wana wamekufa wengine, wanazikwa wengine, wanaenda kotini. Achilia watu ambao umeweka kwa jela. Nimeona vijana wadogo wakienda kotini kwa sababu walikuwa wanapigania haki haki haki yao na haki yao wewe ndio umeshikilia eh? Hii haki, achilia vijana watembee. Wacha vijana, wacha kutesa vijana ambao ni vijana wamezaliwa jana. Patia vijana katiba mpya, wacha vijana wachagulie president wao, wacha vijana wachagulie viongozi wao tarehe tisa. Ambao ni Tuesday, next week. Muadhimishe hiyo siku nyinyi wenyewe. Na muitishe mkutano, muitishe mabadiliko ya kikatiba, ndio Tanzania iweze kupata mwamko mpya. Asanteni sana.